Na kitu nimekumbuka, itabidi nimpitie rafiki yangu Leila sasa hivi. Atarisiwa kweli? Kutoka sasa hivi, hatusubiri ruhusa, tunatoroka. Tunachezaceza paya, tukipata nafasi tunaondoka. Haya, usichelewe kuja sasa. Haya, usichelewe. Haya, utakufika kama majaribu utakosa pa kushika. oh Ubambawe mpaka eh, eh, utumba ulinicheza, unamshikia panga mtoto? Mtoto mwenyewe mmoja kama mboni ya jicho langu. Na wewe ukinichanganya unaondoka kwangu, utamfuata mtoto wako huko huko. Na hapa siondoki kwa sababu hata wewe hapa sio kwako, na ukizidi kunichanganya nafuatana na wale watoto. Basi mke wangu, hayo yamekwisha. Nisingiweza kumdhuru mtoto wetu, maana ni binti yetu. Nilikuwa namtuliza tu ili atulie. Hata kama hukupaswa kumshikia panga, yule ni mtoto wetu, ule ndio uchungu wetu. Samahani mke wangu, sitarudia tena. Naomba tuendeleze jambo letu. Hebu tuingie ndani tuweze kumalizia mazungumzo yetu. Okipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, hizi hey, hey, mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia

Utori lu bebe. Chola kana ngongo sho Wizongwe nuno mayombe runa Wigwa. Obaba wo akumwiru nini ona tena kanwele. Ala ri ho yifire pera wo ko No bale santa bichi mwo ba tiketsa to kujama iga. Bengwa huruma. Ah. Ubere kana sangi wazukaka. Naje ko landa matumpa febe. <laughs>

hii roho sio juu juu, juu. yaani ni roho juu zaidi ya mawingu. Maana kilichotokea huko nyumbani, sijaamini masikio yangu na macho yangu. Nimeacha baba na mama wanajadiliana, wauze mali zenu, wauze shamba letu sisi, mali za baba yangu hii. hilo haliwezekani, hauwezi kufanya hivyo kwenye shamba letu sisi, wakati ile sio mali yake yeye. Twende nikaonane naye huyu mzee, kumbe hanijui vizuri huyu mzee. Dada tafadhali, nakuomba Nakusii, niko chini ya miguu yako, usiende. Maana ukienda kichwa kichwa, kitakachotokea huko sielewi. Baba amepandwa na kichaa, tena kichaa cha mbogo. Maanake mimi mwenyewe wa kidogo walimanusula nikate shingo, amenionyeshea panga <laughs> nawezaje kukaa hapa? Tujadiliana tujadiliana nini hapa hapo, wakati shamba la baba yangu kule linauzwa eh? Sasa ni hivi, wanasema wakubwa kwamba aliyeko juu Mngoje chini mimi huwa siwangoji chini, huwa nawapandia kule, kule juu waliko. Nakwenda kumpandia kule kule, mzee, namshusha mimi. Ndio binti wa mzee Simoni, natakiwa na kusimamia haki ya baba yangu. Tena kaa utulie kama huwezi kunifata. Dada, dada, baba amevurugwa, amechanganyikiwa, baba ana kichaa, utakufika majaribu, utakosa pa kushika. Alasha gangu wa damu nakukumbuka sana, fanya uje basi, yaani <laughs> wezi amini ya huku nipo, sina hata marafiki yaani, ni mimi na mimi kila sehemu napoenda hapo <laughs> hapo. Usikate kwanza simu, ukitaka kuja huku nomba t tisheti nzuri yenye thamani ya shilingi elfu kumi

alafu mulu uliwonekana kutulilila kupina ivi tata uza ulung'wecha wamonaka natinamona nai ningakahen ntuhu kuteba na shukuri hmm. hmm. na na, cakwe ila natinamona unene kwe na tinamona na sasa tata uza ulung'wecha ukwila mayo ogundegereka angu

Dasalina anaenda kule? Anaondoka. Anaenda kukutana na baba. Halafu hali niliyoiacha kule nyumbani na ya alionayo baba, haifai kabisa. Nimemwacha na kichaa kama kichaa cha mbogo aliyeachwa na mume. Halafu dada nimekuja kumwambia haya maneno kidogo tu na yeye tayari kichaa chake cha mwezi mchanga kimempanda. Sasa hapa wanaenda kukutana kichaa cha mwezi mchanga na kichaa cha mbogo. Vikiungana hapo, shemeji, unafikiri bomu gani linatokea hapo? Naomba twende. Naomba twende shemeji ukamsaidia dada yangu. Naomba Number... kaka. Naomba usiende. Umesikia kabisa kichana, kichaa, wanaenda kukutana. Kitatokea. Wifi. Na hili swala, achana na hicho kitu kabisa wifi. Usimpe udhaifu shemeji yangu. Shemeji anaweza kumpambania dadangu kwa hali yoyote, wakati wowote kwa sababu yule Basi ni mtu anayempenda. Nenda, nendeni wote mkae Mama, vipi? Umepatwa na nini? Maana naona hauko safi jesho. Je, mama inakutoka mwanangu, yaani uchovu unaoona sio wa mwilini, bali ni uchovu wa kutoka moyoni kabisa da. kuna mambo nilikuwa naafatilia, yani nimekuja kutambua kwamba kumbe yawezekani Unamaanisha nini mama? Mbona sikuelewi. Inamaanisha kwamba kuna mtu unaweza ukamwamini na kakuaminisha kwa maneno, lakini kumbe kwa matendo hamna kitu, na siku ya mwisho hata ukaja ukadhalilika. Yani, sija kuelewa mpaka hapo, maana unazunguka tu, utae kuniambia, nataka tu niambie umekuwaje, maana kijeshi chembamba kinakutoka eh, eh. Eh, mbona na maswali mengi, utafikiri kwa mahakamani. Hebu nataka nitee maji ya kunywa kwanza, umekuwa na visori vya ovyo vya kijingajinga tu hapa. Hebu acha mimi nitulize akili bwana, uh-huh.

agegwa mwana elimu wako kukuna na kobotongi. Mtemi, unapoteza mwana kisa mifugo. Si wafata mila baba. Unapoteza mwana kisa mifugo. Mtemi, unapoteza mwana kisa mifugo. Elimu bure, unapoteza mwana kisa mifugo. Mtoto aende shule. Napoteza mwana kisa mifugo. Unapoteza mwana kisa mifugo.